Ikiwa leo ni Mei 29 ya mwaka wa 2025, siku ya Alhamisi, ninakusalimu kwa jina ya lipitalo majina yote na kukualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema wokovu wako ujulikane. Soma Zaburi ya 67. Wimbo huu wa sifa unakuwezeshaje kuelewa wajibu wa watu wa Mungu katika Ufunuo sura ya 14 Sita hadi kumi na mbili. Wahandisi katika taasisi ya teknolojia MIT wamebuni mpako mpya mweusi ambao hufanya vitu vilivyopakwa nao kukaribia kutoonekana kabisa. Umeundwa kwa molekuli yenye umbo la neli za atomu na kaboni. Ni mweusi mara nyingi zaidi kuliko kitu chochote cheusi kilichowahi kutengenezwa. Nyenzo hii mpya inaweza kusharabu asilimia 99.995 tisa, tisa, tisa ya mwanga wote unaoonekana. Hata mwanga angavu zaidi hushindwa kufanya vitu vilivyofunikwa na mpako huu kuonekana. Zaburi ya 67 inaanza kwa kumsihi Mungu atuangazie uso wake, njia yake julikane duniani. Zaburi 67 ya kwanza na ya pili. Katika mpango wa wokovu Mungu ametoa njia kwa ajili ya wenye dhambi kurejeshwa katika kuwepo kwake Kuliko karibu na kwenye utukufu bila kuangamizwa kwa utukufu wake. Na hata sasa katika maisha haya, msalaba wa Kristo unawezesha uso wa Mungu kuangaza juu yetu. Lakini kuna zaidi. Mungu anakusudia kwamba tuangaze nuru yake kwa ulimwengu wote. Hii ndiyo kazi waliopewa Israeli. Hekalu lilipaswa kuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu, na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Isaya 56:7 katika zaburi hii Daudi anatukumbusha kwamba Mungu anataka njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Zaburi 67 ya pili. Cha kusikitisha, watu wa Mungu mara nyingi wameshindwa katika kazi hii. Taarifa iliyoandikwa juu ya Israeli katika Agano la Kale ina sura zenye giza, kama ilivyo taarifa iliyoandikwa kuhusu kanisa la Kikristo katika kipindi cha miaka elfu mbili iliyopita. Nikana kwamba tumepaka mioyo yetu kitu cheusi zaidi na kuridhika kusharabu nuru ya Mungu pasipo kuyakisi. Wakati mwingine tunaachukulia harakati ya Mungu ya siku za mwisho kama aina ya ukumbi wa kuondokea wa tabaka la matajiri uliohifadhiwa kwa ajili ya vipeperushi vya mara kwa mara vya kiroho, na tunaonekana kuridhika kabisa kwamba sehemu iliyosalia ulimwengu ikae kwenye ukumbi wa langoni wenye kelele nyingi, bila kujiandaa kwa safari inayokuja. Kanisa la Masalio la Ufunuo sura ya 14 hata hivyo haliridhiki tu kusimama juu ya mlima Sayuni pamoja na Kristo likifurahia kuwepo kwake. Badala yake wanaruka juu ya uso wa dunia, wakiuhimiza ulimwengu, jiunge nao juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Sisi kama kanisa na kama watu binafsi, tunapaswa kuhisi kuwa na wajibu upi kuhusu kuwafundisha wengine kweli tuzipendazo sana? Hii ni Mei 29 siku ya Alhamisi. Mada ikisema wokovu wako ujulikane. Mungu atubariki sote, na kwa neema yake tukutane kwa mada inayofuata.